Unaanza kusikia tarehe tisa kusikia eh? Unaanza tarehe tisa lakini tunamshukuru sana mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya hotuba yake aliyotoa juzi, sindivyo? Ndio kwamba wakati ule walikuja na kama kweli leo wanania hiyo tarehe tisa hiyo, serikali imejiandaa kuwapokea hao wahalifu. <coughs> Mi nitumie nafasi hii kwa kweli kusema mimi sitaki nini, nini, nini. wale walewale waliokuwa wanajaribujaribu tungetaka tuwaambie pengine, na kama wana ndugu zao na rafiki zao wanaotaka kufanya hivyo. Na hata sisi kwenye mkoa huu tumejiandaa, tumejiandaa kuzuia wasifanye huo uhalifu. Kwa sababu ukisema serikali imejiandaa watu wanaenda ku multiply wanaenda kuzidisha, wanafikiri kwamba ni mambo. Sisi tumejiandaa wasifanye nini uhalifu wasifanye huo uhalifu na wasifanye huu uhalifu chini ya mwavuli unaoitwa maandamano. Sasa ndugu zangu, maandamano yapi ambayo ya unaenda kubeba moto unataka kulipua makuti? Hayo ndio maandamano yeah? maandamano gani ambayo unachukua tairi unachoma unaliweka linaanza kuunguza barabara? ni maandamano lakini yeah? kwa wenzetu huko tunasikia na vituo vya mafuta vimechoma, tunasikia na nyumba za watu zimechoma, tunasikia pikipiki za watu zimechoma nasikia magari ya watu yamechoma eh? Sijui mimi, ninawaomba watu tutafakari sana. Wanasema kwamba serikali inatumia nguvu kubwa kupita kiasi, lakini sasa watu, hebu hebu jaribu kufikiri, mtu anakuja, unamuona na jiwe mkononi, anataka kulirusha. Wewe utasimama basi bwana, unajua kwa sababu umekuja tu na silaha hivi, jiwe haliui ama unafika unatoka wewe mwenyewe ujaribu kufikiri. Unatoka unafika shambani kwako, unakuta mtu ameweka nyasi, anacho anaunguza shamba lako, wewe utatumia nguvu gani? asdo utasema, unajua maisha yote bwana naye choma ni eh, hautamfukuza au ha, utasema kwa sababu anaunguza tu shamba na nini na nini, basi utafanya hivyo. Kuna watu ambao wamechomewa vitu vyao na wamepata mishituko ambayo pengine nayo imesababisha afya zao zitetereke kama sio kufaniika, si kweli? Ndio, kwa hiyo tusikae. Hakuna hata mtu mmoja anayependa kile kilichotokea tarehe 29 na kuendelea, si kweli? mm -hmm. Hakuna na wala hakuna hata mtu mmoja ambaye anafurahia kifo cha mtu. Kuna mtu anafurahia? Hapana. Kwa hiyo kama kuna kifo kilitokea kama kuna kama kifo kilichotokea, hata mheshimiwa Rais alipokuwa anafungua bunge watu walisimama kuombea, kwa sababu kila mtu ana maumivu juu yule, kwa sababu kwa namna moja au nyingine imetukusa Watanzania ambao wote tunashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo watu wengine kutokea hapa na kusema kwamba kuna watu wengine wanashangilia tu, vile ni watu wabaya, hakuna mtu anayetaka. Lakini nayo haiwezi wale watu wakajitokeza, ukaacha kuzuia, utaacha kuzuia sasa katika kuzuia, mimi nataka nikuharibia wewe, usiniharibie, ndiko kunapotokea tatizo hilo. Kwa hiyo mimi niwaombeni, watu wengine hapa ni vijana, watu wengine hapa ni watu wazima, hebu tuendelee, tukaendelee kuhamasishana kwenye mitaa yetu. Watu acheni kutoka kwenda kwenye fujo. Kama kuna watu wanataka kuandamana, taratibu zipo na hizo taratibu zitakuwepo kwa hao watu wanataka kuandamana, wanataka kuandamana nchini. Kama watu wanataka kuandamana nchi nzima, au kwani unachagua tarehe tisa na mnaandamana kwa jambo gani? Taratibu za kuandamana zipo, katiba ya ruhusu, lakini taratibu za kufanya fujo, taratibu za kuharibu mali za watu, taratibu za kuharibu watu, taratibu za kuumiza watu, hizo nafikiri sisi. Kwa hiyo niwaombeni sana, nichukue nafasi hii waombeni sana wenyeviti wa serikali za mitaa, pamoja na mambo mnayojaribi hapa, lakini waombeni mfikishie ujumbe, mkafanye vikao kwenye mitaa yenu kuwahamasisha wananchi wote kwamba kila mmoja anakuwa ni sehemu ya upii. Mheshimiwa Rais anasema tumejiandaa, tumejiandaa kwa kwa kwa kwa vyombo vyote vya usalama, lakini usalama wa juu kabisa ni sisi. Nani? Sisi wananchi, na silaha kubwa kuliko zote ni kuwaonya watu wasishiriki katika mwakua, swala haya, mimi nataka niseme siamini, naamini Watanzania ni watu wa Mungu naamini Watanzania wameshaona madhara tuliyopata, naamini Watanzania wameona jinsi jambo hili lilivyomhuzunisha Mheshimiwa Rais, makamu wa rais na waziri mkuu, mawaziri wote na viongozi wote. Hebu sasa tuone kwamba hii kakipande kasumu toka jaribu kwa kuonja tuache.